Tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa Jumatatu nyingine kuonana katika dakika chache, kama tulivyoeleza za taalimu. Ni fikra nzuri sana anavyosema ustaz lao, ingelikuwa katika kila msikiti baada ya sala kuna dakika 10, 20, watu wanafaidika, maneno mawili matatu wanaondoka nayo, lakini sisi tumekuwa na haraka zaidi. Hakuna mahali muislamu akishaingia, ana haraka atoke, kama msikiti. Ile sala ikiwa ndefu waishamkera, na lau shekhe naye atasimama tena baada ya sala, inakuwa ina ni udhia. Lakini Allah subhanahu wa ta taala atubadilishe inshaallah. Allah, kalima yangu katika dakika hizi nataka kueleza

Vipi shaitani atamtoa Adam na wakati Allah ndiye aliyemruhusu aishi pale ndani? Ana uwezo gani shaitani kumtoa Adam? Mwenyezi Mungu alimaanisha kwamba ukiniasi mimi, hii janna itakuwa ni haramu kwako. La yujawiruni fi jannati man asani, hawezi kuishi ndani ya pepo yangu aliyeniasi. Kwa hivyo hilo liogope sana, ukikhalifu amri yangu mimi nakutoa nje ya janna. Na ndivyo ilivyo leo, tuko katika ulimwengu huu, lakini tukimwasi Allah hatutaingia tena peponi. Pengine kuwe na mipangilio ya Allah umalizane naye ya hukumu yako pengine baadaye kubahatisha. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akautangazia ulimwengu akasema

Yeye lengo lake apate kundi katika wanadamu, aende nao wa motoni, kwa sababu alilaaniwa ajili ya wanadamu, na yeye alimwambia Allah tutagawanyana mimi na wewe, tena kundi kubwa litakuwa ni langu. Wala tajidu aktharahum shakirin, hawa wanadamu watakao kusikiza ni wachache, watakao kukushukuru watakao kuabudu watakuwa wachache sana. Kwa hivyo shetani wadui wake akupeleke kwenye mateso ya milele, ashqa'ul abadi. Mwanadamu katika ulimwengu aishi maisha ya dhilla namna gani, maisha ya dhiki namna gani, lakini asitamani kwenda jahannam. Hakuna mahali paovu na mateso mabaya kama jahannam, kwa sababu dhiki yoyote utakokuwa nayo ulimwenguni ina mwisho

wa ya ahla an-nar, khuludun bila maut. Sasa nyinyi mlioko huku ni maisha, hakuna kufa, hakuna mauti tena, na nyinyi mlioko huku ni maisha, hakuna, hakuna mauti. Unaonaje shida hiyo? Ndani ya moto ni milele, hutoki. Sasa huyo anayesababisha wewe ende kule ni adui sana. Ndugu yangu Muislam, yatekana ujitahadhari sasa. Kujichunga na adui ni lazima kwanza umjue ujue na mbinu zake, silaha anazozitumia, ili na wewe ujipange namna utamkwepa yule adui, na utapambana naye bila ya kumjua itakuwa hatari. Na huyo adui si adui wa kucheza naye, ni adui mbaya kwelikweli. Nguvu alizonazo ni kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Al-A'raf anatwambia innahu yarakum huwa wakabiluhu min haithu la taraunahu, yeye anawaona na jeshi lake, nyinyi hamumwoni. Hebu fikiria hivyo vita ni vigumu kiasi gani, adui anakukabili na jeshi lililo na uwezo mkubwa. Yeye adui anakuona unapokwenda, unapoingia anakuona, wewe humuoni ndio sababu ukaona Mwenyezi Mungu ametufundisha kila mara tujilinde kwake na shetani, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anamweza peke yake. Ama mwanadamu hana, hana ujanja na shetani. Tena Allah amempa nguvu ya kuingia ndani ya mwili wako, inna shetana yajri min ibni adam majra dam, anatembea anaingia mwili wako. Tena ana uwezo wa kuukalia moyo wako akautia mawazo yuwaswisu fi suduri lnasi

Hawa mimi nitapambana na wao kwa mbele na nyuma, kulia na kushoto. Alijieleza kwamba yaani maficho yake ni yako wapi na jeshi lake atakuwa nalileta kwa upande gani. Kwa hivyo, asema atakuja kwa mbele, atakuja kwa nyuma, atakuja kulia na kushoto. Ulama wamejaribu kuzieleza hizi sehemu alizozitaja shetani

Na sisi wanadamu tunakwenda huko, tunaelekea sehemu hiyo sote, ni darul akhira. Yani kila mwanadamu, huu ulimwengu umeumbwa una mwisho, na kila anayeishi katika ulimwengu huu anaondoka na kwenda akhira. Kwa hivyo kilioko mbele ya mwanadamu ni mauti. Wewe unavyotembea, kifo kiko mbele yako, mahali popote unapokwenda.

Lengo la sheitan kukutia wasiwasi na mawazo ya kwamba hakuna akhira, hakuna kiyama, hakuna watu kufufuliwa, hakuna chochote, mtu akifa ameoza, imekwisha. nini lengo la sheitan, yuhawilu an yakuna linsanu ghaira muqbilin ala manhajillah. Lengo lake ni kwamba mwanadamu asielekee anakotaka Allah, asifanye yale Mwenyezi Mungu aliyoyataka. Kwa sababu gani? akishakuwa haamini kuna hisabu, kuna kufufuliwa, kuna kufa na kuna malipo, basi khalas, huyu mwanadamu atapuuza mambo mengi, atafanya yale anayoyataka yeye, hatakuwa na mpangilio tena wa amali wala chochote, na ndio simesema Hakuna suala Mwenyezi Mungu alilikariri kwelikweli kama imani ya Akhira, kwa sababu ndio msingi wa mwanadamu kuwa mnyenyekevu kwa Allah na kuogopa kwamba akhira atahukumiwa. Kwa hivyo, la atiyannahum min bayni aydihim, mwanadamu atasahaulizishwa kifo na shetani. Ukisahau mauti utajipanga, na kumbe mauti yako karibu na wewe. Utaacha yale muhimu ya kufanya ukiona kwamba wewe utaishi miaka

Anamaanisha shetani atakuja kwa njia ya watoto, kizazi, nyuma ni, ni watoto kizazi cha mwanaadamu nyuma ni watoto wako, watoto uliowazaa wewe, ukiondoka si wao watabaki nyuma yako? Basi ndio wamin khalfihim. Sasa shetani atakuletea mawazo, kukupa fikra, utakuwa unakaa takhafu daiatahu, kila ukikaa hofu yako, wasiwasi

Hali hii kipato chako kidogo, kazi unayofanya mshahara wako mdogo sana, ni lini unavyoona wewe utakuja wapangia watoto hawa maisha yao? Sasa nampa fikra ya kwanza: wizi, kuiba, kupora mali ya watu ama kuchukua hongo. Hapa ndio mwanadamu anamalizwa na shetani haraka sana. Anakuwa mwizi, anakuwa mnyang'anyi, anakula hongo. min ajli binai mustaqbali abnaihi, tatizo ni kujenga mustakbali wa watoto wake, yani anataka kizazi chake mwanawe aliyonaye future yake iwe nzuri, akiondoka amemwachia business kubwa kubwa, amemwachia majumba ambayo atakuwa hana dhiki na ulama wanasema fasadu unasin kathirin min hadhihi nahia, na shetani huwapata wengi njia hii. Ikiwa hakukupata pale mbinu ile ya kwanza, hapa huwezi mkwepa shetani. Wa watu wengi wamekwenda na maji katika sehemu hii, waswasi wa watoto. Mtu anaanza biashara za, za haramu, anaanza hata muamala wa riba

walyaqulu qawlan sadida. Ikiwa kweli watakuachia akiba mzuri, ni ucha Mungu, kula halali, wale kwa njia ya halali, kile ulichopata ukinai, waachie Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi wao. Qur'ani inatuonyesha wale mayatima walioachwa na baba yao, namna gani Mwenyezi Mungu aliwekea ulinzi. Alimtoa kalimu llahi Musa maa abdi Saleh, wakavuka bahari Wakaenda kujenga ukuta ulikuwa unaanguka. Nabi Musa alilalamika sana, kwa nini tufanye kibarua cha bure? Akamwambia la, Mwenyezi Mungu ana siri na ukuta huu. Wakana tahtahu kanzun lahuma, kulikuwa na mayatima wameachiwa akiba fulani na baba yao, na ule ukuta ndio alama. Sasa ungeanguka ingepotea ile mali, Mwenyezi Mungu akahifadhi ile mali kwa sababu wakana abuhuma salihan kwa sababu alikuwa mwema, baba yao alikuwa mcha Mungu. Alafu shaitan asema atakuja upande wa kulia na kushoto, hina yati min alyamin, yuzahidu nnasa wayasrifuhum an amali lhasan wa ta'a. Upande wa kulia, shaitani anakuja na mbinu gani? Atakuja kukuzuia kufanya jambo zuri, jambo jema, kufanya taa Al waswasi, isha, kumbusha, simu, mtu, na akija kushoto yughurihim bishahawati lmasia. Shaitani anakuja kuwaghuri wanadamu kuwavutia na maasi. Kuliani atakutia waswasi na kukuzuia usifanye jambo zuri. Wewe unapanga kwenda kusali ishaa jamaa, basi shaitani atakukumbusha simu muhimu, ulikuwa umeahidi mtu uwasiliane naye. Shetani atakwambia bwana, wewe Muislamu, bwana wa aufu bil ahd

na ndio wale wanaofanya mema Mwenyezi Mungu anawaita ashabul yamin. Kushoto ni upande wa maasi, yule anaandika maovu anakaa kushoto. Kwa hivyo wa an aymanihim wa an shamailihim Shaitani atakuja kukuzuia usifanye mazuri mema, na atakusukuma kwenye maasi, na yale maasi atayapamba wewe uone mazuri, wa zayyana lahum lshaitanu a'malahum

Hakutaja sehemu mbili shetani. Na aljihatu sittun, mwanadamu amezungukwa na pande sita. Shetani ametaja sehemu nne, hakutaja sehemu ya juu na hakutaja chini. Kwa nini? Ulama wanasema hakusahau shetani, lakini ilikuwa hana njia, hawezi kuja na sehemu hizo mbili, lianna alfawqiyya, kwa sababu sehemu ya juu

ndio sehemu ambayo mwanadamu hutangaza unyenyekevu wake na kuonyesha ni mja wa Allah kwelikweli. Mwanadamu ndio sehemu anasujudu katika Allah. Ana, anainama chini na kusujudu. Mtume anasema aqrabu ma yakunu labdu min rabihi wa huwa sajid, wakati mwanadamu huwa karibu sana na Allah ni wakati amesujudu. Kwa hivyo sehemu ya chini ni sehemu mwanadamu anamsujudia Allah